Laga inakabidhi mabasi haya kwa timu hizi kubwa mbili. Kwa kifupi kabisa, nitatoa ufafanuzi wa mkataba wetu na klabu hizi mbili. Tulikuwa na mkataba wa miaka mitatu kutoka elfu mbili na nane, elfu mbili na tisa, elfu mbili na kumi, elfu mbili na kumi na moja ukaisha, tukasaini mkataba mwingine wa miaka mitano kutoka 2011 mpaka 2016 mambo matatu yaliyopelekea sisi kusaini mkataba huu. Watanzania wenzangu, mtakubaliana na mimi kabisa kwamba timu hizi kubwa mbili zinagusa mioyo ya Watanzania takribani milioni 46 walioko kule nje. Wamegawanyika. Unaingia kwenye ofisi yoyote, dhehebu lolote, kwenye stende ya daladala, hapa tulipo kwenye ofisi zetu unasema nani Simba nani Yanga, dakika mbili tumegawanyika. Hauwezi kupata hazina hiyo mahali pengine popote zaidi hapa Tanzania. Kilimanjaro Premium Lager tuliliona hilo, na tukasema ni sehemu yetu sisi kujitangaza kibiashara. Kwa hiyo mkataba huu sio donation, hatutoi charity kwa hizi klabu mbili, tunatoa sponsorship, na tunapotoa sponsorship tunategemea na wao watimize mambo yao ili na sisi mambo yetu yanyooke. Viongozi wa klabu hizi mbili kwa kweli, kwa miaka yote ambayo tumedili nao wamejaribu kuyafanya haya, wanatimiza masharti yote ya mkataba. Vuguvugu ziko hapa na pale, lakini yote ni katika chachu ya burudani na ushabiki wa mpira. Sasa basi, kwa sababu ya nidhamu iliyoonyeshwa na viongozi wa klabu hizi mbili Simba na Yanga, ndio maana leo tumefika hapa, tunaendelea kuboresha mkataba wetu, tunakabidhi mabasi haya kama mnavyoona. mazuri kabisa. Tunasema ni athletic coach, athletic coach, kwa maana hatukwenda dukani kununua, tulitoa oda kwa aina ambayo sisi tunataka. Wachezaji wetu wa hizi klabu mbili watakapokuwa wanayatumia, wawe kweli wanajisikia kama timu zingine zilizoko nje, Arsenal Manchester United, ambapo kwao mabasi yao wanasafiri nayo mpaka kilomita 2000 bila kuchoka, ni kama kwenye ndege. Kwa hiyo leo tunakabidhi mabasi haya, ambayo kwa kifupi mtataja vitu vichache vilivyoko ndani vinavyoongeza chachu ya mabasi haya. Mabasi haya ni athletic coach, abiria hamsini, kiti kimoja cha dereva, na nyuma ya kiti cha dereva kuna kiti cha captain wa timu ama coach full air condition, yana tv mbili ndani, yana fridge ya kuweka Kilimanjaro baridi. Viti vinalala mpaka 60 degrees, kwa hiyo unaweza ukajinyoosha. Leg room kati ya mtu na mtu ni kubwa ya kutosha, kwa hiyo viongozi, wachezaji watakuwa wanatumia mabasi haya, hawatachoka wote. All right. Tunafahamu gharama za usafirishaji kwa ndege zilivyokubwa hapa Tanzania na Afrika kwa jumla Mabasi haya wanaweza kuyatumia kusafiri nchi za jirani, wakafika kwa utulivu, wakacheza mpira wao kwa utulivu bila kuchoka na wakarudi. Kwa hiyo tumewaokoa kwenye gharama za ndege. Vile vile mabasi haya tu yatakuwa yanapita mitaani, mbali na kutangaza klabu hizi mbili, bado yanaitangaza bia ya Kilimanjaro ambayo tunasema ni bonge la kiburudisho kwa Watanzania. Sasa basi leo mtashuhudia kabisa kwamba Kilimanjaro Premium Lager inafanya kweli. Na Watanzania, washabiki wa Simba na Yanga, na Yanga natoa rai tunawaomba waendelee kuitumia kinywaji cha Kilimanjaro Premium Lager ili sisi tuendelee kufanya mambo makubwa, kama mnavyofahamu, tuko pia kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo nyie wachache mlioko hapa mtumike kama chachu ya kuhamasisha wateja wapenzi wa burudani popote ulipo, gonga Kilimanjaro na sisi tukunyooshee mambo yako. Kazi ndio hiyo. Nami kwa kifupi niwatangkie tena, tuko kwa ajili ya kuifikisha soka ya Tanzania kilele cha mafanikio. Kilimanjaro oye! Kilimanjaro oye! Asanteni sana.